Maadhimisho haya yanatarajiwa kujenga hamasa na ushiriki katika kuchangia kuleta usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Moja ya visababishi vya kuendelea kuwepo maskini katika ngazi ya kaya ni wanawake kuendelea kunyima haki hasa katika umiliki wa rasilimali ardhi, kukosa dhamana za kuwezesha upatikanaji wa huduma za kifedha, haki ya kupata elimu, haki ya kuchaguliwa kama kiongozi ndani ya jamii, na kwa mazingira mengine ya siku za nyuma hata haki ya kuchagua mme lilikuwa haliko. Aidha, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imesimamia kidete katika kulinda haki na kujenga usawa kwa jamii. Achukua nafasi hii kuwa hasa wanawake wote wenye uwezo kujitokeza kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali katika na uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Ni waombe wananchi hususan wanawake kwa ujumla muendelee kutusaidia kuleta taarifa mara kwa mara inapotokea unyanyasaji inapotokea unyanyasaji ama ukatili wa aina yoyote. Hilo, hakikisheni mnaendeleza ushirikiano katika kutoa elimu na kupinga ukatili na unyanyasaji. Nichukue fursa hii pia kuipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dk rais Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wa kwa kusimamia kwa ukaribu sana utoaji wa mikopo isiyo na riba kwa wanawake inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri, kwani inasaidia kukuza uchumi wa kaya hadi taifa. Katika mkoa wetu kwa mwaka 2024/25 jumla ya shilingi bilioni 4 mia mbili themanini na tatu laki moja na kumi mia tano thelathini na tatu na senti kumi na nane zilitengwa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanawake vijana, eh, na watu wenye ulemavu hadi kufikia Machi 2025. Na kati ya fedha hizo, shilingi milioni 971,599,632, zimetolewa kwa vikundi 146 vya wanawake katika mkoa mzima wa Ruvuma. Nitoa wito kwa wanawake kujitahidi kujiunga kwenye vikundi vya tija na kuanzisha shughuli za ujasiriamali ambazo zitawaelewa kiuchumi na kuweza kurejesha mikopo mtakayokopa.